Uh, to play uh, quick and utilize our chances. Maybe tukirudi nyumbani sasa tutaanza kuzingatia ligi, akini kao kama mchezaji kama team kwa jumla, kuwa ndani ya Confederation Cup itawasaidia vipi na mkirudi kwenye ligi kama team, uh, ni experience fiti sana kwa, kwa Confederation alichezezi uh, magame tunapata different uh, sets of players na different maturity uh, tukirudi home na, na believe tutatumia ile experience tumegain uh, katika hii uh, Confederation Cup ku encounter games zetu za league na na believe tuta tuta manage kumaliza ligi uh, on a high. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeweza kukamilika salama, hakuna aliyepata majeraha. uh, tukija upande wa mechi maybe naweza sema kugumu kwa sababu tulikuwa kwa wageni alafu unaweza sema maybe refari leo kalala kivyake. Hatuwezi jua. <laughs>